Hello, hello guys. Jamani hili ndo shamba langu dogo la kuanzia la nyumbani. <laughs> Nimepanda maua tu, vitu vitu to, pia nimepanda yenye chungu Tayari tumeshaanza kupata matunda, lakini pia kuna hii nikutana nikutanao mtandaoni, nikasema siwezi kuiacha. Yani ili ni ua yani, nachukua kopo, unakata sasa, kata unaweka utambi <laughs> nachukua kama shati, nguo yote unakata, kisha unaingiza humu, kisha unaingiza humu, unaona ili hapa hapa shati, kisha unajaza udongo kwenye kikopo cha chini, unajaza maji kisha unaweka, ni kama kibatari kinafyonza mafuta. kibata... kibatari kinafyonza kina mafuta ya taa, ili unawaka hasa wenyewe <laughs> Hapa pia kuna kasaya kingine nikaona huko mtandaoni nikasema siwezi kukaacha akapa yani, kwa kuwa ninakata kopo. Nikishakata kopo kama hivi, ninajaza maji. Nikishajaza maji, ninatumbukiza utambi huo hapa. Nimekata hili tambala hili, kisha ninalitumbukiza humo, nikaza oh. humo hivi tumbukiza kama humo hivi, alafu na kilete kitambaa <coughs> karibu na shina hapa, karibu na shina ambapo sasa maji yatafyonza huku, yatafyonza huku kitambaa, maji yatapita kwenye kitambaa, yatapita, yatapita, tapita taratibu kabisa. Ni prosesi ya ya ya, ya ya muda, maji yanakuja kisha yatadondoka kwenye shina unavyoona kitambaa kinaloana kabisa, kwayo ni mbinu nyingine lakini. Hii ni pilipili pili. kama unavyoona matunda yetu ni haya hapa yameshaanza kutoka. Hii ni nyingine nimeweka leo, maji bado hayajaanza kuja juu nika process ka kautambi kakibatari. Mimi napenda kukaita akibatari kwa nimeweka leo sasa hivi, kama nusu saa hivi, maji yatapanda taratibu bila kumwagilia juu. Yakiisha nitaongeza hapa maji, lakini pia hapa tunaotesha shan aisua kenda kamoro kangu hapa ni nyumbani kabisa. Ashan nadhani zina siku kama ya nne nilikuwa nimefunikia hizi majani ni hapa, ili ndege asile, maana kuna ndege sana wanafuata yale maua pale, nikaona kwayo hapa. Hiki ni kitalu chetu cha tennis ambacho, uh, ninataka kukifunikia, nataka kukifunikia lijua lisipige zikakauka. Huu utaalamu nilipata kwa babangu <laughs> okay. Jaribu kufunikia hapa, ili jua lisipige kali, lisiingie moja kwa moja kwenye mmea, lakini pia lakini pia ndege wasile. Kama mnavyoona hapa, ndivyo hivyo ilivyo. Sasa tukishatoka hapa tutapeleka uh, mazao yetu hapa hapa hapa, hapa. Nimeshakienda hichi kitaro muda mrefu hmm. Hapo chini kuna mbolea kutosha, kuna udongo ambao una mkaa mkaa, pia nimemwagia, niona kwenye mtandao kama ni kitu ambacho ni kama mbolea pia. Kwa hiyo tukishatoa hapa sehemu zote atachani zetu tutakuja tuziweke hapa, hapa, hapa, hapa, hapa hivi, lakini pia hapa anikaapa mnatoka paoni vizuri hapa hiki hapa hiko kinachoonekana hiki. Hiki, hapo nataka kuweka banda la kuku zile banda zile cage za kuku zile ambazo zitakuwa na partition tatu. Tutaweka hapo ya chini ya kati na ya juu kabisa. Tutaweka kuku wa saso, na natamani kufanya kuanza kuku wa saso lakini nitaona kama nitaendelea kusoma nione kama saso wanaweza kukaa kwenye keji. Nikishindwa nitaweka kuku wa mayai hapo hapo, hapo hapo hapo, lakini tunajitafuta <laughs> tukipata tutaweka kwa hii huu ndio mwonekano wa kashamba kangu ka nyumbani hapa, nikasema kaka kaeneo kadogo lazima nikafanyie kitu hivyo hivyo, na humo pia mchezo ni ule ule mwendo wa kibatari eh, ni mwendo wa kibatari na, lakini kama unavyoona nimepanda nimepanda hivyo vichaini vyangu moja kwa moja <laughs> yeah. Tia. Tia. Ule ule ule mwendo kuna ule ule wa kibatari ule ule, kwa hiyo ni hivyo, so, jamani Hili ni shamba langu niloanza. Natamani ni ni kuja kuwa na shamba kubwa zaidi kubwa sana sana sana sana, ninajua nitafika tu. Asante, asante kwa kuwa nami muda wote, nashukuru. Uh, hii tunaendelea tunaendelea kufanya na kufanya. Huu ni mwanzo, kile kitakachoendelea hapa kwenye hili shamba langu dogo, tutakuwa tunajuishana tunajizana. Mimi jamani, ni mlezi wa maua, napenda maua sana. uh, l napenda maua sana sana, yani au... <laughs> kuna matembele yangu, lakini pia kuna chikete, nataka kusahau hapa hapa. Kuna nimepanda hizi nini, nimepanda parachichi hizi. Nime, makoko yake nimeotesha hapa ili yakishakua yakishafika mche mrefu mrefu kama hivi, nitafanyia budding kutoka kwenye ile parachichi na kupata ch, ile parachichi la muda mfupi, angalau miaka mitatu hivi naanza kuvuna. Kwa hiyo hapa kama unavyoona tayari nimeshaanza, nimeshaanza kutoa aka hapa kameshaanza kukua. Kwa ndio hivyo jamani, huu ni mwanzo wa shamba langu dogo, nija kuliona kubwa siku moja huko Mjue kabisa lilianzia hapa na litakuwa tu. <laughs>